anzia mstari wajie kidogo mm -hmm. Watu wakapiga kelele wakasema, huyu ni sauti ya Mungu, sio sauti ya mwanadamu. Mara malaika wa Bwana akampiga kwa sababu akumpa Mungu nini? Sikia sentesi, huyu jamaa amesimama amehutubia, tena ilikuwa ni birthday ya kwake amesimama akatubia, wakasema hii, huyu ni Mungu sio mwanadamu, na yeye akatambua kwamba watu wamemsifu. Badala ya kumrudishia Mungu utukufu, akasema kwa kweli mimi ndiye Mungu wenu, labda alijiambia namna hiyo kimoyo moyo. hatuwezi kujua, bwana kuju Mungu akaangalia ile nia ya ndani, akasema huyu hakunirudishia utukufu. hapo hapo, malaika wa Bwana akashuka akampiga, Mungu na maandiko yanaeleza vizuri kwa sababu akumrudishia Mungu utukufu. Amen. Kwa sababu akumrudishia Mungu utukufu. Tunapaswa kumshukuru Mungu na kumrudishia Mungu utukufu. Amen, Amen. Sasa tunapomshukuru Mungu na kumrudishia Mungu utukufu. Hebu tuseme kidogo kwenye kitabu cha Luka kwa faida ya wale ambao hawakuwepo, Luka sura ya 17 kuanzia ule mstari wa kumi na tano ili kwa faida wa wa po <tipulia> ya wale ambao wapoepo kabisa. Unapomrudishia Mungu utukufu, tuko kumshukuru Mungu. Amen ya unaposema nina kushukuru Mungu, maana yake umeanza kumrudishia Mungu utukufu, hata kama hujui namna ya kumrudishia Mungu utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Nakushukuru Mungu umenipa mke mzuri, nakushukuru Mungu umenipa mke mzuri na kushukuru Mungu umenipa watoto, na kushukuru Mungu umenisaidia hiki na iki na iki. Hiyo ndiyo hatua ya kwamba mtu huyu, tafadhali, hiyo ni kwamba mtu huyu anamrudishia Mungu utukufu. Bahati nzuri, Yesu alikumbulisha. Sasa kama sitakuja na tafsiri zetu na maneno yetu, sawa, lakini Yesu aliiweka vizuri sana, amen, amen, kwenye unaposoma kwenye kitabu cha Luka Unaiona imekaa vizuri sana. Kumshukuru Mungu ndiko kumrudishia Mungu utukufu. Hapa tuhitaji mjadala, amen. Hebu moja atusomea kwenye Luka sura hiyo, mstari wa kumi na tano hadi mstari wa kumi na saba. Alipoona kwamba kumi na mmoja wao alipoona kwamba amepona huko, alirudi naye na alikuwa, na alikuwa ni Msamaria. Na Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote kumi wale? Kenda wa wapi? Je, je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu tukufu? Hawakulindwa wote hata ukishia pale, hawakulindwa watu wote mamia Kila mwaka unapoanza watu wanaanza kuomba Mungu, si sawa wapendwa? Mungu, tulini, Mungu, tulini. Mungu utukufu, kwa ajili ya mwaka huo. Huyu alipokwenda alimshukuru Mungu akamtukuza Mungu kwa uponyaji wake. Kwa hiyo unapomtukuza Mungu, unapomshukuru Mungu kwa yale ambayo amefanya, hilo ndilo tendo linaitwa kumrudishia Mungu nini? Amen. Amen. Amen. Sasa, tendo hilo kwa sababu linaitwa kumshukuru Mungu, haishii kumshukuru Mungu kwa maombi na maneno. Biblia inasema lazima liambatane na sadaka ya shukrani ambayo inatoka kwenye moyo wa kupenda na kwa hiari yako mwenyewe. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Haina kiwango sadaka ya shukrani, ili mradi imetoka ndani ya nini, ya moyo. Amen na Mungu anaikubali, hivyo hivyo. Hiki ndio kitu cha ajabu sana. Zaka ina kiwango, ukitoa asilimia kumi. Kama wewe ni mtu wa sheria, lazima uitimize asilimia kumi. Kama wewe ni mtu wa neema ambaye Mungu amekusaidia, lazima uvuke hiyo asilimia kumi, uweke asilimia kumi, uongezee juu yake, hapo umevuka sheria. Kwa hiyo zaka ina kiwango, na ukipungua kwenye hicho kiwango cha asilimia kumi unakuwa haujatimiza sheria wala hauko kwenye neema. Lakini sadaka ya shukrani ni kiwango ambacho unasikia ndani ya moyo wako, kwa hiari yako na unafanya kwa uhuru. Bwana Yesu apewe sifa, amen. Unafanya kwa uhuru kabisa kutoka ndani ya moyo wako, bado Mungu anaipokea. Maana Mungu anasema hivi, anawapenda wale watoao kwa moyo wa kupenda. Amen, na kwa sababu utamtolea Mungu kwa moyo wa kupenda Mungu awezi kukusahau. Haleluya wapendwa, nilikuwa nawaambia watu, unajua ujumbe uliyoandika hapa, mm -hmm. Ha, hii ndio inanishangaza sana. Yaani ujumbe niliyoandikwa hapa ni mwingine kabisa, yaani afu kitu kinachokamata hapa kwa, na nini sijui, kuna nini Mungu anafanya wakati huu? Unajua, ngoja niwaambie hivi, inawezekana mwaka huu na ulikuwa ujui namna ya kumshukuru Mungu. Kuna watu Mungu atawatendea mambo makubwa ya ajabu ambayo walikuwa hawajawahi kuyaona katikati ya maisha yao. Kwa hiyo usije ukasahau kumshukuru Mungu kwa maana ujumbe upande umeendelea kamata mioyo yetu. Amen. Amen. Haleluya wapendwa. Unajua huu ulikuwa sio ujumbe wangu wa asubuhi ya leo. Na mimi sasa nilibidi tu nimstiri Roho Mtakatifu. Bwana Yesu akuwe sifa. Amen. Usipomshukuru Mungu, unafunga milango. Wala si ukaangaisha wachungaji kwamba niombeeni niombeeni, ndio maana Yesu aliwaambia hivi, zitafakarini njia zenu. Amen. Amen. Kuna wakati Waisraeli walienda mifuka ikawa tobaka tobaka alafu wakauliza, Bwana zaka tunakutolea, Bwana mafungu ya kumi tunakutolea, alafu Yesu akasema, oh unajua, mbingu zimefunguka, hakuna kinachozuia kule mbinguni, hakuna pepo anayezuia kwa ajili ya maisha yenu mimi nimeleta na vinaingia kwenye mifuko yenu. Tatizo ninyi wenyewe mmetoboa mifuko yenu. Wakamuuliza, tumetoboaje hiyo mifuko? Akasema ni kwa sababu mmeiacha nyumba yangu imeharibika, kila mtu anakimbia anaenda kwa nyumba yake yenye mapambo. Mungu atupe neema, Mungu awabariki, hata wale waliotoa vitambaa hapo, waliotoa pesa, wamepamba madhabahu ya Bwana. Mungu awabariki sana. Mungu hata hawapo. Kuna dada moja ni alinua maua hapa, mwingine hapo hapo akaondoka. Mungu, unaweza wa ukaona kama ni jambo la kawaida, lakini wacha nikufungue macho yako asubuhi ya leo. Kwenye hii madhabahu leo hii hayupo, huyu aliyenua maua hayo hayupo kabisa, lakini picha zinarekodiwa. Wewe ukiwa huko pia unaona pamependeza, tunahubiri na mtu mwingine ambaye hayupo, amewekeza sifa. Kuna mtu amenua ikapeti aliweka hapa, amewekeza unaweza ukashangaa, huko aliko, Mungu anamfungulia milango mikubwa ya ajabu.